Yes, tuendelee na story yetu Chemba party party 5 party 4. Tuliishia pale ambapo Marwan alikuwa yongea na simu an ghafla tukasikia mlango go go go go, fanya wagongwa fanya hivi gombe nani? Babas. Babas alivyoingia Marwan alitetemeka mpaka ile simu ikaanguka. Sasa babas washangaa, mbona au rafiki yangu simu imeanguka Bona sele. Na hii marua ni pale tajua, yajua tayari. Eh dogo, rafiki kashambiwa siri shavuja, ndio maana ankuja kifuruga. Maana pale nilipoingia Babaz hakuna mtu yani, anachanganyikiwa ankorogea, kujua eh leo leo. Kabla aongee tu lolote, yani aongee chochote. Pasika mlango wa gongo tena, go go go. Pala hivi. Babaz akaenda kufunga mlango. Kufunga mlango ile ndio kutana macho kwa macho na macho kwa macho na ambaye Ann ni mke wake sasa. Babas yashtuka, mbona mke wangu ankuja huku kwa rafiki yangu kukuendelea nini? Naye Ann ashtuka, vipi? Kwa nini? Dogo alikuja alimwambia kweli huyu babas, ndio maana kuja kwa Maruani. Sasa pale babas ana yake kichwani na um, nani Maruani kule ndani naye ashakorogeka maana ashamuona ana baba zipale mlangoni. Naye ana pia naye amvurudika kabisa. Yaani ndo yaani yeye ndo yaani ndo yajua yaani leo ndo leo yaani. Ah, sasa pale kuulizana wewe unakuja kufuata nini? Na wewe huwa wewe kuuliza wewe unakuja kufuata nini kwa rafiki yangu? Baba hizo jitetea. Mimi ninakuja kuna issue na kuja kufuatilia. Yaani nakuta kuna issue angoja kufuatilia. Kwa hiyo sio ile issue ya issue yangu kidogo kidogo, bweta naye kumbe alitoka nyumbani akaja huko kwa Marwani ta kumweleza issue ile ambayo yule mkasa ambao alimpata kule kwa babas. Kufika naye bwana taleve kuingia, wamkuta nani Marwani Babas na Ane wako hapo hivyo, kila mtu namshangaa, alafu kambe amnazo bwana pia akazidi kukorogeka, akuta ah, ni vipi hapa, mbona sielewi elewi Ani, sasa ile kupanic sasa, akamfuata boy akamshika akamtoa nje, umuulize wewe, umefanya nini wewe? Kabla mimi mada, mimi sijamwambia lolote, kuna mtu ambaye namueleza hii siri baina yangu mimi na wewe, mimi na wewe, kwa hiyo uje umwambie wewe si chote? Akamwambia baba, hajaniambia lolote, hujui kuendelea nini? Sasa labda wasiwasi wako mwenyewe na kujishuku, anakuta eh, inaonekana na mkwede, maana baba zipale, ningekuwa ameambiwa, alafu akaona mimi nakuja kutafuta yake, angekiwa angekiwa kisha baba akamfuata Bweta. Vipi? Mbona madam ankuja mpaka huku na yeye ankuja mpaka huku kuendelea nini? Akambia, mimi bwana, mimi sielewi, mbona ankuja huku. Akaanza kumlaumu, wewe ndio utakuwa labda ulimweleza zile siri ambazo mimi na yeye twafanya. Haiwezekani madam Andike barua kwa mchongo wangu, yote ajua na kila kitu changu ah, akijua. Baba, mimi siambia lolote. Hiyo barua ifanye uchunguzi eh, kwa sababu akisha doka. Akatoka tena mpata adui yake yuko pale, alafu na ule jamaa pia si kitu kimoja wale, wale. Ndani akabakia Maruani pale kwake, bongo kuna mchongo na usikizia na Hmm, kuna vitu haviko sawa, na nikihakikisha nikiona kama viko sawa kweli nitajua nitakufanya. Apiga piga mikwara pale. Sasa Maruna anakuta nini eh? Ashaambiwa sasa, anataka apate ile uhakika eh, huyu jamaa, afu nilivyomnoma ana mambo ya kuua watu hivi sasa, niweza kaniua. Kumbe hata anyaki, baba Zakaria akatoka pia naye, kidogo kidogo bweta shafika zake nyumbani kule, ikabidi aende kule chumbani kule ambaye mamake afungiwa Bweta ah, hapa ah, ah, pali si pazuri. Fanye bidii unaondoe maisha yetu kwa tarini. kidogo kidogo, mbona mamaangu aa Mwanangu, kuna nini? Kumbe an na Saida, ambe mama Kibweta ni mtu na mtoto wake. Mama Kibweta alipokuwa ko kijijini, ana uwezo alafu ana familia kubwa, ikabidi mtoto mmoja amchukue ampeleke kwa dada yake kule town mjini, ambe mtoto mwenyewe ni an. Sasa nili ah, kumbe kwa tohusiana mimi na madam Vipi vipi, kabla kuja kaa sawa, kasikia mlango huko tayari wagongwa go go go. Baba tashafika. Stori yetu tutaishia hapa, alafu tutaendelea siku nyingine.